Usithubutu kupoteza pesa yako kununua virutubisho lishe kwa ajili ya kupunguza uzito kama uwezi kufata mwongozo wa lishe wa kupunguza uzito, kwa sababu uh, watu wengi wanapoteza uh, pesa nyingi wakijua kwamba wakitumia virutubisho lishe kwa muda wa miezi mitatu wakamaliza au muda ambao utakuwa umekubaliana na mtu, mtu wa huduma wakishamaliza, wanahisi ni swala limeishia hapo. Lakini baada ya kumaliza hivi virutubisho lishe unachotakiwa ni kuhakikisha unazingatia matumizi ya lishe sahi, ili kutoweza kurudia yale maisha uliyokuwa unayaishi zamani na yakakusababisha uwe na uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe. Kwa hiyo lazima upate lishe sahihi utakayoitumia wakati unatumia hivyo virutubisho lishe na ambayo utaweza kuizingatia baada ya kumaliza kutumia hivyo virutubisho lishe. Hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kudumu kuweza kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe, la sivyo hautoweza kuimarika. Huu mwongozo wa lishe unakusaidia kama njia pekee ya kutoa sumu na kuimarisha mmeng'enyo wa chakula na kuimarisha utendaji kazi wa insulin, ili kuepusha uhifadhi wa mafuta ya ziada kwenye nyama za mwili. Lakini kama utaendelea yale maisha ya ulaji wa vyakula vyenye sukari, mafuta mengi na chumvi nyingi, au vyakula vinavyosababisha uwe na uzito mkubwa, bado utakuwa utatui tatizo, hata kama utatumia virutubisho kwa miaka kadhaa. Njia pekee ni kuhakikisha unapata virutubisho na mwongozo wa lishe. Tayari tumeanza kutoa mwongozo wa lishe grupu letu wa kupunguza uzito kitambi na nyama uzembe. Pia tunaendelea na challenge yetu ya siku 30 ya kuondoa sumu mwilini na kusafisha uh, figo, ini na utendaji kazi wa organ na mifumo mbalimbali ya mwili. Na leo ni siku ya 24 ya kutumia C247 na liver care, ni asubuhi ambapo tunaenda kutumia uh, tembe moja ya C247 ili kuondoa uh, sumu mwilini. Ili kupata tiba hizi nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, lakini pia komenti neno niunge kujiunga na group letu la mafunzo ya lishe ya kupunguza uzito bure.